Najua hii posti itawauzi wananchi wengi sana na pia itawafurahisha wananchi wengi sana. <laughs> Najua kwa sasa hamtaki niongelee habari za umbea, mnataka tu niongelee habari za siasa, tupambanie nchi. Lakini pia inabidi mnisamee, inabidi mwelewe kwamba umbea ndio ajira yangu eh. Umbea ndo unapeleka angu chooni, watoto wangu chooni, unanisaidia kulea watoto hii tu siku mbili hizi, juzi na jana, ambazo nimekaa bizi na, ni na siasa, tayari nimeshapoteza yani uh, sub, uh, subscribers elfu mbili kwenye subscription ya, ya Instagram kwenye app hakuna mtu ameondoka, lakini ndo hivyo yani. Yani Watanzania wanataka nifanye kazi mbili kwa wakati mmoja yani, wambea ambao wanataka umbea wanataka niendelee na umbea, hapo hapo wanataka nifanye siasa, nikiacha nikiasha tukule kwenye umbea hivyo yani. Anyway, kwa hiyo mtanisamehe. Lazima nifanye kazi zote mbili, so mtaongelea hawa alafu tutaendelea na mambo mengine. Issue ya damu na Kinganga, the reason anyway, subiri, nilikuwa nataka niwaambieni the reason why nilifuta ile video yangu ya juzi ile. Anyway, so kabla sijaenda kwenye the reason, let me first ngojeni kwanza niwape update because najua hii ndo inawasumbua watu wengi. na kuliko niipeleke kwenye app hii, ntawapeni yani, leo ntawapeni tu offer hapa hapa. Ni hivi, Diamond na, na king'ang'a wamefunga ndoa mwezi wa 4 tarehe kumi na mbili, okay? Na sio ndoa ile mnaodhani nyie kwamba yani ya mwanaume is so in love, kaamka asubuhi, mke wangu twende, I wanna make you my wife, you know I wanna marry you baby, you are the woman of my dreams. No, ni ile ndoa ya gun, to a man's head, ndo hiyo King'ang'a alikuwa kajifungia ndani more than three days. Hii story pia nishakuongea kwenye hapo, anataka kujidhuru, anataka kujiua kwa sababu yani hii story nisha elezea huko, 3 days alikuwa ndani hatoki, ndio mamake mamaake kina nani mpigie sijui nini nini nini nini nini. Ndio Diamond kwenda pale, Diamond kwenda pale usiku kamchukua yule mzoba mzoba, she didn't even know wanaenda kuoana. Yaani ile kwamba okay, let's go, wewe unataka sana hii ndoa, let's go and do this peke yao na Adija Kopa, mama yake didn't know nothing, ndugu yake yote didn't know nothing. Mwezi wa nne, tarehe ngapi hiyo? Tarehe kumi na mbili talaka tatu, Diamond kaziandika 3 days kabla ya harusi ya Jux. Diamond aliandika talaka hizo tatu 3 days. 3 days kabla ya harusi ya Jux, sababu nini? Kwenye hapo nishawambieni story kwamba Juks alifanya bonge la bachela pati aliyao kutokea Tanzania. Bachelapati nishaielezea in detail kwenye app na kwenye subscription. Kama unataka ingieni kule bidada. Ugomvi wewe, unaenda kwenye wewe bachelapati, we bachela bachelapati ka organize Diamond na yeye ndo alikuwa pale mbele. Sasa Zuchu wewe wewe kwenye unaenda kwenye mimi w mimi naenda kaenda kwenye bacha la pati, what happened kwa ile bacha la pati? Kila kitu hapo nishadisia, bidada. Bwana yuko kule bidada, bidada ndo kajitoa kwa akili eh, kumwandikia yani zile taraka alizidai mwenyewe, nipe taraka zangu, nipe taraka zangu. Bwana akaziandika zote tatu, akamwambia nenda mwana kwenda, nimechoka, nenda mwana kwenda, tumemalizana tu, zote zikaandikwa, bidada akapokea taraka chini pu, because akutegemea, alijua yule ataanza kubegi ataanza kunini. Taraka zote tatu anazo. Baada ya kutoa zile taraka tatu, yule bwana ndo kurudi kwa mama yake, kumwambia mama, nilioa na nimeshatoa taraka, ndo mama yake akupanic. Ya nilioa I'm sorry nisamee, mamangu, nilioa bila ruhusa yako, lakini taraka nishatoa tatu bibie kule na mama yake Zile talaka tatu wamezikataa, wanasema kisheria zile talaka tatu hazikubaliki. Kwa pamoja, kwa hiyo bado hajamuacha, hazikubaliki. Wakamfata Shewalid, yaani sasa hivi yule shewalid, yani shewalid kashikwa na kina Zuchu na adijakopa vibaya mno, kila kitu anampigia yule shey, yule shey anampigia Diamond, anaanza si kumwombea nini kwenye simu. Yani Diamond sasa hivi Aki, aki hata akijamba anaitwa ofisi ya, ya shehe wa mkuu wa mkoa, sio nini kule yule, sasa mama mamadangu wote, ndo ujue yule yule, sasa yani, sasa hivi ndo anayetumiwa na kinadi jakopa na bizuchu kila kitu yule shehe sasa. Yule shehe ndo akaanza kumsomesha damu, ndizi talaka sio azikubaliki, yani azihesabiki kama tatu hazihesabiki, kwa sababu umezitoa zote kwa pamoja. Zinakuwa zitolewe tofauti tofauti, sio zote in one day unatoa tatu. Kwa hiyo hapa sisi kidini, hii talaka ni moja kule. wow. sasa hivi, kuna moja. Kina dija kopa wao wana wanakaunti kwamba kuna talaka moja, wakina kina madongo tu wanazikaunti kama ziko tatu. Yani sikilizeni, niwambieni mi dada yenu, watu wa kwenye ap wananijua wananijua mi nikitoa habari nimeikosea, wananijua kuru.